Toka juu ya daraja, Perfidia anachunguza kituo cha kushikilia wahamiaji. Baadaye, anakutana na wanachama wenzake wa kundi la mapinduzi la French 75 ili kupanga mpango wa kuwaokoa wahamiaji walioshikiliwa. Jioni, waasi hao wanaingia kwa kunyata kwa uangalifu ili kumkamata mlinzi getini. Kisha wanavunja na kuingia kupitia tundu walilokata kwenye uzio na kuwaamsha wanajeshi ili kuwashikilia mateka. Wakati kundi hilo likiwatafuta wahamiaji, Perfidia anaelekea ofisi kuu na kumshikilia Captain Steven kwa mtutu wa bunduki. Anamweleza kuhusu itikadi ambazo kundi lake linaamini, lakini Steven anajali tu jinsi alivyo mrembo. Akigundua hilo, Perfidia anaamua kumdhalilisha kwa kumlazimisha kusimamisha uume kwenye suruali yake na kutembea bila kuuficha. Getini lori la waasi linafika na wahamiaji wote wanaokolewa. Pat anaambiwa kwenye redio kwamba wako tayari, hivyo anawasha fataki nyingi katika eneo hilo zinazofanya kazi kama njia ya kupoteza maboya ili waweze kutoroka. Wanajeshi wote wamefungiwa nyuma ya geti na Steven anamwambia Perfidia kwamba atamwona hivi karibuni kabla ya kuondoka. Pat anatupa bomu la moshi kwa wanajeshi akiwakemea kwa kuunga mkono utawala wa kifashisti na kudai mapinduzi. Waasi hao kisha wanaondoka kwenye gari lao na Pat na Pafidia wanaishia kubusiana. Wanasherehekea ushindi wao kwa kufyatua bunduki zao hewani. Tangu usiku huo, Pafidia na Pat wamekuwa kwenye mahusiano. Pat anatengeneza vilipuzi na Pafidia anapiga simu kwa mwanasiasa yeyote, anaipigia kura sheria zinazokwenda kinyume na haki za binadamu. Waasi wanaanza kulipua ofisi za serikali benki na hata gridi ya umeme, jambo linaloacha mji gizani. Siku zinapopita, Steven anajaribu kufuatilia mashambulizi hayo na anawatazama waasi wakitenda kazi kwa mbali. Kwa njia hiyo anaweza kuutazama mwili wa Perfidia na kujiridhisha kwa mkono wake mwenyewe. Siku moja Steven anagundua kwamba Pat na Perfidia ni wapenzi na anaona wivu sana. Muda fulani baadaye Perfidia na mwasi mwingine wanafanikiwa kuingia ndani ya mahakama na wanaenda chooni kuficha mabomu kwenye dari. Bahati mbaya Perfidia anakamatwa boni na Steven ambaye anampa ofa atamwacha aendelee kulipua vitu ikiwa atakutana naye kwenye anwani maalum baadaye jioni wawili hao wanakutana kwenye moteli na Perfidia anafanya mapenzi na Steven ili kununua usalama wake. Miezi michache baadaye, Perfidia anaendelea kufanya shughuli za uasi kana kwamba hana tumbo kubwa la mimba. Wazazi wake na Pat wana hofu juu ya usalama wa mtoto. Mtoto anapozaliwa hatimaye, Perfidia anapota msongo wa mawazo baada ya kujifungua na hatumii muda mwingi na mtoto. Pat anamsihi atulie na yeye pamoja na mtoto, lakini Perfidia anataka kuendelea kupigania harakati na anawatelekeza. Pat anapoenda dukani kununua vitu kwa ajili ya mtoto, anafuatwa na Steven ambaye anamuuliza maswali kadhaa kuhusu binti yake. Pat anajibu kwa kuwa nadhani ni mazungumzo ya kirafiki tu, lakini Steven anamtisha anaposema kwamba anapenda wanawake weusi. Asubuhi moja, waasi wanavamia benki ili kuiba. Mlinzi anajaribu kupambana, na Perfidia anampiga risasi na kumuua. Kengele inapolia, waasi hawana chaguo ila kutoroka kwa magari yao. Msako unafuata katikati ya jiji, na magari ya waasi yanazidi kusukuma magari mengine kando ili kuepuka kukwama kwenye foleni. Punde magari yote yanagongana na waasi wanalazimika kuendelea kukimbia kwa miguu. Bahati mbaya Polisi wanamzingira Perfidia haraka na kumkamata. Baadaye anatembelewa na Steven ambaye anafichua kuwa anaweza kumwachia huru ikiwa atashiriki eneo walipo wanachama muhimu zaidi wa French 75. Baada ya kusikia kuhusu kukamatwa kwa Perfidia, Pat anajiandaa kwenda kujificha. Mwasi mwingine Howard anampa kifaa alichokitengeneza, kinaitikia watu wengine wenye kifaa kama hicho. Pat anaweza kukitumia kupata watu anayeweza kuamini. Howard pia anamfundisha Pat msimo mgumu sana, wanaweza kuutumia kwa mazungumzo ya siri na kumpatia karatasi fahalsi ili yeye na binti yake wawe na utambulisho mpya. Wakati Pat anatorokea mji mpya, Perfidia anawekwa kwenye mpango wa kulinda mashahidi. Kwa kutumia taarifa zote ambazo Perfidia alitoa, Steven anawasaka waasi wengi ili kuwakamata na hata kuua wachache wanaojaribu kukimbia. Hatimaye shirika hilo linasambaratizwa na Steven anapokea tuzo kwa mafanikio yake. Anapotembelea Perfidia ili kumletea habari njema, anagundua kwamba ametoroka nyumbani. Sasa Perfidia amejificha Meksiko. Miaka kumi na sita baadaye, binti wa Pat ni kijana anayetumia jina badila Willa. Wakati wake wa zaidi anajifunza sanaa ya mapambano kutoka kwa maimu anaitwa Serigio. Pat anawasiwasi kila wakati na anatumia muda mwingi kuvuta bangi, lakini angalau anahudhuria mikutano ya wazazi na walimu. Wakati huo huo, Steven bado anafanya kazi kwenye vituo vya kuwashikilia wahamiaji, na siku moja anapokea mwaliko maalum sana. Anaenda kwenye hoteli na kukutana na wanachama wa kikundi cha wabaguzi wa rangi kinachoitwa Christmas Adventurers Club ambacho Steven amekuwa akijaribu kujiunga nacho kwa muda mrefu. Wanamuuliza maswali mengi ikiwemo kama amewahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu wa rangi nyingine na anajibu hapana. Klabu hiyo inaahidi kuchunguza wasifu wake na itamjulisha ikiwa anaruhusiwa kujiunga. Wakati huo huo, Howard bado anafanya kazi ya kisiri kama mwasi, kama kutuma maito yake ya kuchukua hatua kupitia redio. Siku moja anakamatwa na mwindaji wa zawadi Avanti ambaye anamchukua kwenye gari lake. Watoto wa mtaani wanaona hilo na kukimbilia kwa nyumba ya Howard, kutumia vifaa vyake vya redio, wanatuma mjumbe siri kutangaza kukamatwa kwa Howard. Baadaye Howard anapelekwa kwenye kituo cha kijeshi na mwanajeshi anatishia kumuua dada yake ikiwa hatotoa ushirikiano, hivyo Howard anawaambia wapi kuwapata waasi wengine. Taarifa hizo zinapelekwa kwa Steven ambaye anaandaa operation feki ili wanajeshi wake waweze kuvamia mji wa Pat na Willa. Nyumbani Willa na Pat wanaingia kwenye mabishano kwa sababu Pat anaendelea kuvuta sana na Willa anahisi kama anamlea baba yake wakati wote. Kabla hajaenda kwenye dansi ya shule yake, Pat anamlazimisha kuchukua moja ya vifaa vya Howard. Pia anamtishia mwanafunzi mwenzake anayemchukua Willa kwa sababu wasiwasi wake unamfanya amwone kila mtu kama adui anayemwezekana. Baadaye shuleni, wila anaenda chooni na kusikia kifaa hicho kikilia. Anapogeuka anamkuta Dandra ambaye anasema msimbu wa siri kuthibitisha yeye ni mmoja wa marafiki wa marafiki waasi wa Pat. Dandra anaeleza kumekuwa na ishara ya dharura na wanahitaji kuondoka haraka. Wakiwa njiani kutoka, wanatazama polisi wakizingira shule na kukimbilia kwenye gari kabla hawajaonekana. Dandra anamuuliza wila kama amesikia kuhusu Steven. Na Willa anaeleza kuwa Pat alimwambia Steven alimuua mama yake. Inaonekana anadhani kuwa Perfidia alikuwa shujaa. Dansi ya shule inakatishwa na wanajeshi wa Steven wakimtafuta Willa. Vijana wanahojiwa, na wakati mwanajeshi akiuliza namba ya Willa, marafiki zake wanaeleza kuwa baba yake hamruhusu kuwa na simu. Wakati huo huo, Pat anapata simu kutoka kwa muasi anayeuliza msimbo. Ametumia kilevi kingi na kumbukumbu yake anapotea, lakini baada ya kufikiria kwa bidii anafanikiwa kuukariri Mwasi huyu anamwambia kuwa Howard alikamatwa na Steven anakuja kwa ajili ya Pat. Wila amepelekwa mahali salama kwa mafanikio, hivyo Pat inabidi aende kwenye moja ya sehemu za kawaida za kukutania ili kuungana naye. Pat hawezi kukumbuka maeneo hayo, lakini kabla hajauliza mwasi huyu anakata simu. Kufikia wakati wanajeshi wanavamia nyumbani, hawawezi kumpata Pat, wakati Steven akichukua picha ya Wila na kuinusa wanajeshi wanagundua handaki la siri ambalo Pat anatumia kwa sasa kutoroka. Wanatupa bomu la moshi ndani na Pat anapata shida kupumua, lakini anaharakisha na kufanikiwa kufika kwenye mlango wa kutokea kabla ya kuzirai. Baadaye Pat anatumia simu ya kulipia kupiga simu kwenye kambi ya waasi, lakini wanakataa kumpa taarifa yoyote kwa sababu hakumbuki msimbo wote. Wanajeshi wanatumia siku nzima kuvamia nyumba na biashara kote mjini, huku Pat akinyata Sergio anapata simu kutoka kwa mke wake akimwonya kuwa wanachukua wahamiaji hivyo anaogopa kuwa wanaweza kuwa wanaofuata. Wakati huo Pat anafika kuomba msaada wake, hivyo Sergio anakubali kumpeleka nyumbani kwake. Wakiwa njiani, Pat anamwambia Sergio kuhusu French 75 na hali ya Willa. Sergio anamwambia Pat ampigie simu tu, na anagundua kuwa Pat hakujua kuwa Willa amekuwa na simu ya siri muda wote. Bahati mbaya Sergio hana namba yake pia. Punde wenyeji wanaanza kuandamana mtaani kwa sababu hawataki wanajeshi katika mji wao. Mwandamanaji anatupa bomu la molotov linaloanzisha moto katikati ya barabara na polisi anafyatua risasi kwa umati mara kadhaa kabla ya wanajeshi kuanza kusonga mbele na ngao zao. Sergio anaongea na baadhi ya wacheza skate na kuwaomba kuwaambia wahamiaji wote waliobaki wajifiche kwenye kanisa lao la kawaida. Baadaye wawili hao wanaenda dukani linalomiliki na mke wa Sergio ambalo lina chumba cha siri ghorofani ambapo anaruhusu wahamiaji haramu kujificha. Sergio anawaondoa kila mtu kabla ya kumpeleka Pat kwenye nyumba yake ambapo anaanza kukusanya pesa zake zote na bunduki. Pat anawapigia waasi Tina, lakini bado hawatamwambia chochote bila msimbo. Pat mwenye hasira anaanza kulalamika na kumtukana mhudumu na, na hatimaye anataja msimbo tofauti unaomruhusu kuongea na msimamizi. Mtu huyo ni rafiki yake wa zamani na anamuuliza swali binafsi ambalo Pat anafanikiwa kujibu ili hatimaye kuthibitisha utambulisho wake. Sasa wanampa majira nukta ya kumpata Willa. Wakati huo huo, Sergio na mke wake wanaongoza wahamiaji wote kwenye handaki la siri ili waweze kutoroka. Wanajeshi wanafika dukani na kuvuta mlango ili waweze kuingia. Sergio anampa Pat asilaha na kumwomba bijii amwendeshe Pat njia mji, kisha Sergio anaondoka na wahamiaji Wakati wanajeshi wakielekea gorofani, Pat na BG wanatoroka kupitia darini. Kwenye kituo cha polisi mwanajeshi anakishia kuwapeleka marafiki zake wa Wila jela, hivyo hatimaye wanampa namba yake ya siri. Simu ya Wila inalia na Dandra anakasirika kwa sababu Wila alimficha. Dandra mara moja anatupa simu nje ya dirisha na inavanjika. Hii bado inatosha muda kwa Steven kuifuatilia mjini. Pat anamfuata BG na warafiki zake wanapoluka kutoka paa hadi paa haraka sana. Kwa bahati mbaya, Pat anateleza na kuanguka ikiruhusu polisi kumpiga tizi haraka na kumkamata Bijii. Anampigia simu Sergio kumwambia kilichotokea na kuthibitisha kuwa anabunduki usiku huo. Dandra anamshusha Wila kwenye nyumba ya watawawa ili kumlinda. Pia anawaomba watawawa wasimwambie ukweli kuhusu Perfidia. Asubuhi inayofuata viongozi wa Christmas Adventures Club wanakusanyika kumjadili Steven. Wamepokea ripoti inayosema kuwa ana mtoto wa chotari, hivyo wamekuwa wakifuatilia nyendo zake na wanadhani kuwa uvamizi wa sasa mjini ni kifuniko kwa Steven kumtafuta binti yake. Pia wanaangalia faili la Perfidia na kujua alionekana mwisho akizunguka Cuba au Algiers. Kundi alitaki Steven amuondoe mtoto ili kuidanganya shirika, hivyo wanamtaka asafishe uchafu huo kwenye kituo cha polisi. Pat anajifanya kama mrabi ambaye hajui hata jina lake mwenyewe. Wanampeleka hospitali kwa uchunguzi na nesi anamuita Pat, hivyo anajua maswali yake ni ya msimbo. Anapomuuliza kama ni kisukari ambaye hajapata insulini yake nsadi jana, anasema ndiyo, hivyo anapelekwa kwenye chumba cha binafsi. Nesi anamfungua pingu na kumwambia njia ya kutoroka. Pat haraka na nyata kutoka hospitali na Sergio anamchukua. Wakati huo huo, Steven anamhoji mumiliki wa duka karibu na eneo la mwisho la simu ya Willa. Jamaa anamwambia kuhusu gari aliloliona kielekea milimani katikati ya usiku na kuhusu nyumba ya watawawa iliyoko kwenye milima hiyo. Kwenye nyumba ya watawawa, Wila anafunzwa arti ya mapambano na silaha za foto. Anasikia watawawa wakimwita mama yake Panya na kumuuliza Dandra ukweli. Hivyo Dandro anathibitisha kuwa Perfidia aliwasaliti. Ghafla, Dandro anasikia kelele na kutoka nje kuchunguza, lakini ni kuchelewa mwino. Wanajeshi wanavamia na kuwakamata wote. Willa anapelekwa kwa Steven ambaye anachukua sampuli ya DNA kutoka kinywani na mwake. Anaweka sampuli kwenye mashine na eleza kuwa ikiwa majibu yatakuwa hasi atamwacha aende, bila hivyo atakuwa matatani. Willa anasema kuwa Pat ndiye baba yake bila jali majibu na anaendelea kumdhihaki Steven kwa maoni ya kejeli ikisababisha achemke na kumfokea. Mashine hiyo kisha inamaliza kipimo na kuthibitisha kuwa Willa ni binti ya Steven. Barabarani, Sergio na Pat wanaonekana na polisi na msako unafuata. Sergio anampa Pat bunduki na kupunguza mwendo wa gari ili Pat aweze kuruka nje. Hata hivyo, Pat hana ujasiri wa kutosha kufanya hivyo. Hivyo Sergio anapiga kona ya ghafla ili kumfanya anguke. Pat anajificha kwenye mtaro wakati polisi wanapita kuendelea kumfuata gari la Sergio. Baadaye Pat anaiba gari kutoka kwenye maegesho na kuelekea kwenye nyumba ya watawa ambapo anapata sehemu ya juu ili kuangalia hali halisi. Baada ya kuondoa ushahidi wa vipimo, Steven anamvuta Wila nje na kumweka kwenye gari lake. Pat anafyatua risasi kwa mbali lakini hapati shabaha yoyote, na wanajeshi wanajibu mapigo wakati Steven anaondoka. Pat aliyekata tamaa anakimbia kurudi kwenye gari lake na kuendesha haraka iwezekanavyo kuwafuata. Punde kifaa cha Howard kinaanza kulia, jambo linalothibitisha kuwa anakaribia kifaa cha binti yake. Saa chache baadaye, Steven anakutana na Avani na kumwambia anahitaji kumwondoa Willa akidai kuwa amechanganyika na gengi la wahalifu. Hata hivyo, Avani anasema yeye hawi watoto na bado anakataa wakati Steven anaongeza pesa mara mbili. Mwishowe Steven anamlipa, ili kumpeleka Willa kwa wanamgambo wa mrengo wa kulia katika eneo hilo. Wakati Willa anapotolewa kwenye gari, anampiga teke Steven na kujaribu kutoroka, lakini Steven haraka anamkamata na kumweka kwenye gari la Avani. Wakati huo polisi wanafanikiwa kumsimamisha Sergio, ambaye anajifanya amelewa. Wanapomuuliza alitupa nini nje ya gari lake mapema, anasema ilikuwa takataka chini ya barabara. Steven anaona gari lingine likikaribia sana. Dereva ni Tim, ambaye anamwomba ashushe kioo chake. Steven anapofanya hivyo, Timu haraka anampiga risasi kichwani na gari la Steven linapata ajali. Muda mfupi baadaye, Pat anafika na anashikwa na hofu kuona ajali hiyo, anakimbia kuangalia gari lililoharibiwa na anafarijika kukuta mwili wa Steven pekee. Kwenye kambi ya wanamgambo, Avani anamshusha Willa na kujiandaa kuondoka. Hata hivyo, anaona jinsi wanajeshi wa eneo hilo wanavyotenda kwa njia ya kutisha na apendi hivyo, anarudi na kumfungua Willa pingu. Yeye anakimbia mara moja, wakati Avani anaanza kuwapiga risasi walinzi wote kisha Willa anaingia kwenye gari la Avani kuiba bunduki kabla ya kurudi kwenye jengo. Wanajeshi wote wamekufa na Avani pia, hivyo anachukua funguo zake na kuondoka na gari lake. Willa anapofika barabarani anaona gari lingine likimfuata. Ni Timu ambaye anataka kumuua pia. Ghafla Willa anasimamisha gari na kukimbia kujificha baada ya kuliacha katikati ya barabara. Tim anaendesha haraka sana na jua likiwa machoni mwake, hivyo hasimamishi gari lake kwa wakati na kugonga moja kwa moja gari la Willa. Anapotoka nje Willa anasema msindo wa waasi na Timu bila shaka hajui jinsi ya kujibu, hivyo Willa anampiga risasi na kumuua. Wakati huo gari lingine linasimama karibu na Willa, anaona ni baba yake. Anapaniki na kusema msindo, ambao Pat anajibu huku akimhakikishia kuwa ni sawa. Willa anamkimbilia na wanaungana tena kwa kumbatio kabla ya kuondoka na gari lake. Wakati huo huo inafichuka kuwa Steven alijifanya tu kuwa amekufa na sasa anaondoka akiwa na uso ulioharibika. Wakati mwingine Steven anapokutana na viongozi wa Christmas Adventures Club wanamuuliza kuhusu Perfidia. Steven anadai kuwa alimpa dawa za usingizi na kumtumia vibaya, hivyo viongozi wanakubali kumruhusu kujiunga na club. Anapelekwa ofisi yake mpya na anajistarehesha, lakini huku hakika ni mtego. Gesi ya sumu inaachiwa ndani ya chumba na Steven anakufa kwa sekunde chache. Kisha wanaume wawili waliovaa suti za hazmat wanachukua mwili kuuteketeza. Wakati huo Pata anamwambia Willa kuwa Perfidia alimtumia barua lakini hakumpa kwa sababu alitaka kumlinda kutokana na maisha hatari ya wazazi wake. Pata anampa Willa nao na mara moja anaisoma. Perfidia anaomba msamaha kwa kutoondoka na anasema anamfikiria Willa kila siku. Anatumai kwa Willa atakuwa na kubadilisha ulimwengu na labda wakati huo wataweza kukutana. Matayo, Willa anamkumbatia baba yake kama shukrani kwa kumruhusi kupata hii. Baadaye Pata hatimaye anapata simu kwa ajili ya yeye na Willa wanaendelea kufuatilia matukio ya waasi kwenye redio na Willa anaanza kuhudhuria maandamano pia. Hakikisha umesubscribe na kuwasha namna ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asante kwa kutazama.